Hauiombi ile heshima inakuja tu. Si mnamwona mama Samia? Hamuoni wanaume wote wa Tanzania wanamheshimu au ha? Hawamwoni jamani? Ninyi mnafikiri mnafikii, kwa nini wanamheshimu? hmm? Na usikute uko majumbani kwa wanadharau wake wakezao, lakini wakifika kwa baba pale saluti, si ndio eh? Mm -hmm. Ni ile nafasi, ni nafasi ile kwa sababu mama amefi, yani ana mchango mkubwa kwa taifa letu, ni kiongozi wetu. Nani ambaye atamdharau? Hakuna. Kwa hiyo na wewe ukiwa ndani ya nyumba ukawa ni mwanamke mwenye tija, unaleta maendeleo, unachangia maendeleo ya familia, mumeo atakuheshimu. Tindio jamani, kuna Mwislamu hapa eh? Adija. Si Mwislamu. Jina la Adija umelitoa wapi? Ni jina tu, nilipewa, ni jina tu. Okay. Anyway, nitaka nitolee tu mfano wa hata yule mke wa Muhammad wa kwanza, ni mama mjasiria mali ambaye, yani, anaheshimika kwenye dini yao kwa sababu ni mama ambaye alikuwa na mchango kwa mume wake ambaye ndio mtume wao, sisi tunaelewana. Kwa hiyo, mwanamke ukishakuwa na mchango kwenye familia yako, mume wako anakuheshimu, watoto wako watakuheshimu, jamii yako inayokuzunguka itafanya nini itakuheshimu. Si ndio? Eh, kwa hiyo jamani Twendeni tukafanye kazi, umesikia dada nani, Jenifa? Mm, tukapambane fanye kazi upate mtaji wako, uende sasa ukafanye ile kazi ya ndoto yako, maana mkaa ilikuwa ni njia. Hata hata zikitokea nyingine kama njia, usiogope, unaweza ukatoka hii kazi labda ukaona mm, sijafikia kwenye kuanzisha saluni, lakini ukawa una uwezo wa kuanzisha kitu kingine, kwa sababu mi nimepita njia nyingi, nina nina, nina kozi yangu inaitwa kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Inapatikana kwa mfumo wa kitabu au unafanya coaching ya one to one. Nimeelezea hatua nilizopita mpaka nimefika hapa. Kwa hiyo njia sio moja, inaweza zikawa nyingi nyingi, sawa. Kwa sababu mimi nilivyotoka kwenye kazi za nyumbani, nilifanya kazi kiwandani, niliuza sambusa, nilikuwa natoka napika sambusa zangu napeleka huko mjini, nimeuza duka Kariakoo, nimeanzisha stationery mpaka nimekuja kuingia hata kwenye media. Sikuanza kwenye hii ya kusaidia wanawake, kwa sababu hii hii, sasa hivi hii sasa ndio ndio kusudi langu sasa, hii ndio ile ndoto yangu, kwa sababu hakuna kitu kinanipa amani na furaha kama ninavyoona kwamba naweza kuwa sababu ya kuwanyanyua wanawake wengine. Sio kitu kwangu ni kikubwa sana, lakini mwanzoni hata kwenye media nilikuwa nafanya vipindi vingine, si bongo movie, mambo ya wasanii, lakini bado nikawa naona bado naona kama sijafika, yani kuna kuna kitu nakitafuta lakini, kadiri nilivyoendelea kujitafuta na kujaribu vitu mbalimbali mbali, nimejikita nime, nimepata sasa pale ambapo ndio kwangu kwa wanawake sasa. Kwa hiyo kwenye safari yako sio lazima utoke dada wa kazi pa ufike kwenye ile ndoto yako, no, jaribu mavitu mengi mpaka pale utakapojisikia amani yako ipo, au kile unachotaka kufanya utakapoweza kuwa na uwezo. Sababu unapokuwa na ndoto ya saluni, mm -hmm. wale wenye ndoto za saluni, saluni huanzishi na shilingi mbili, si ndio? Unataka mm -hmm. saluni nzuri, si ndio eh? Mm -hmm. si mnataka saluni za kisasa mm -hmm. eh eh saluni za kisasa, labda kama unataka tu kwenda kusikia chini ya mti au weke kibanda tu <laughs> lakini kama unataka ile saluni ya kisasa eh, lazima uwe na kianzio cha kueleweka eh. Kwa hiyo kwenye hicho kianzio cha kueleweka unaweza ukaanzisha hata mama mamalisha u, au au si nini yani kuuza chakula kuuza. Yaani vitu mbalimbali. Cha muhimu usikae bure. Angalia watu wanahitaji mahitaji gani na wewe unaweza kuyahudumia vipi na ukapata kiasi gani. Kwamba yani ukitoka kwenye kazi ya ndani nenda kafanye kazi ambayo itakupa hela ya juu zaidi. Sio tena ushuki ushuke chini uende ukafanye kazi ambayo inakupa hela ndogo. Haina pointi. Bora ubaki tu kwenye hizi hizi kazi. Si ndio? Haya jamani, karibu sana. Nakutakia kila la heri. Asante haya.